Ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na, na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua tv yako, kipindi ya wani Medicounter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu ni Dafrosa Prosper Kwatanam, basi uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako <tipulio> Uh, leo tunazungumza swala zima la uvimbe kwenye kizazi uvimbe kwenye kizazi na, hii inamaanisha nini? Uh, uvimbe kwenye kizazi eh, kimsingi kuna vimbe nyingi lakini vimbe ambazo zimezoeleka sana na zinajulikana sana, sana ni zile ambazo zinazojitokeza katika misuli ya kizazi. Hiki kizazi kwa lugha ya kitaalamu inajulikana kama uterus. Kwa hiyo vivimbe hivi ambavyo vinavyojitokeza kwa bahati nzuri ni vivimbe ambavyo si vya saratani, ni vivimbe ambavyo ni vya kawaida na huwa vinatokea kwa wanawake katika misuli yao, na vinaendelea kukua kulingana na jinsi ambavyo vinavyokutana na ile homoni inayojulikana kama estrogen, na vitaendelea kukua kwa kadri ambavyo eh, kadri umri unavyoongezeka, na ukuaji wake unatofautiana kati ya mwanamke na mwanamke. Tukasema labda kwa nini vinatokea sasa? Kwa nini vinatokea na kwa nini vinakuwa kwa kasi na kutofautiana? Hmm, sababu halisi eh, inayosababisha kutokea kwa vivimbe hivi haijulikani. Hata hivyo eh, kwanza asilimia karibia thelathini, kwa sababu ni kati ya 20, 20, 40, ya asilimia ishirini mpaka arobaini ya wanawake katika maisha yao yale ya uzazi huwa inatokea kwamba wanapata vivimbe eh, hivi kwa hiyo hakuna sababu kamili inayosababisha hata hivyo. Eh, kuna mahusiano na eidha vinasaba au mahusiano na hizi homon zijulikanazo kama estrogen ambavyo vinaweza vikapelekea kukua kwa vimbe hivi. Mathalani eh, kwa wanawake ambao eh, wana ndugu ambao wamekwisha kuwa na vivimbe hivi vya fibroids wanakuwa katika hatari ya kuweza kupata vivimbe hivi. Yani, kwa mfano ana ndugu yake wa karibu kama dada, mama na kadhalika, ambaye alipata vivimbe hivi, basi na yeye anaweza akawa na hatari hiyo. Wanawake wengine ambao wanaweza wakapata changamoto ya kupata vivimbe hivi ni wale ambao wamechelewa kupata watoto, kwa sababu inakadiriwa kwamba e, baada ya miaka thelathini na tano wanawake wengi ambao bado hawajapata watoto wanakuwa wana vivimbe hivi vya e, na sababu nyinginezo ni pamoja na mtindo wa maisha ambao unahusisha pia uzito uliopitiliza, kuto kufanya mazoezi, na ulaji ambao uh, usiofuata e, mlo kamili au utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikaambatana na kusababisha uvimbe huu, na baadhi ya tafiti zimeonyesha kwamba wanawake wenye asili ya weusi. Sasa hizi tafiti zilifanyika zaidi katika zile nchi ambazo zina mchanganyiko wa waafrika na wale wazungu, kwa hiyo unakuta kwamba wale wenye asili ya weusi walikuwa na, na, na changamoto zaidi, yani walikuwa na katika hatari zaidi ya kupata vivimbe hivi ukilinganisha na wale weupe. Kuna wakati tunaona mama anatolewa uvimbe kilo tano, naam kilo tatu kilo nyingine nyingi yani, ambako mpaka mtu ni nza kakaa tumboni kwa design ile, yani kwa ukubwa ule yeah, yeah. Sasa huyu mama ambaye mwona uvimbe atasikia nini au ataona dalili zipi juu ya kwamba sasa na kitu tumboni ambacho si cha kawaida? Kwanza zinapoanza zikiwa ndogo ndogo, mama yule anaweza asisikie dalili zozote, na hata kujulikana kwamba ana uvimbe huo it just happened coincidentally kwamba labda alienda kufanyiwa ultrasound ndo akaonekana kwamba ana uvimbe, au alikuwa anafanyiwa upasuaji ndo akaonekana kwamba ana uvimbe. Hata hivyo, ikishaanza kukua na kuwa kubwa, inaweza sasa ikawa na dalili mbalimbali, ikiwemo tumbo kuongezeka kama mja mzito eh, hiyo ni dalili mojawapo, na nyingine ni mabadiliko ya hedhi ambayo anaweza akatokea kwamba eh, mtu mathalani alikuwa naweza kuona hedhi yake kwa siku mbili au tatu Uh, sasa anaiona kwa muda mrefu na inatoka kwa wingi, wakati mwingine ikiwa imeambatana na mabonge mabonge ya damu, na hivyo hivyo kwamba alikuwa akibadilisha e, zile e, taulo zake e, labda mara tatu e, mara tatu kwa, kwa siku sasa anajikuta kwamba kwa siku anabadilisha nyingi zaidi zaidi ya tano au sita, na zikiwa zimejaa kabisa zikiwa na mabonge mabonge. Wakati mwingine hii inaweza ikawa ni mojawapo ya dalili kwamba kuna tatizo katika upande wa kizazi chake, na huenda ikawa ni vivimbe hivi. Na baadhi ya wanawake e, wanaanza sasa kusikia uzito katika eneo lao hili la nyonga na wakati mwingine hata maumivu kutokana na ukuaji wa ule uvimbe na hivyo kusukuma mifupa ile ya nyonga na kusababisha maumivu. Kuna aina ngapi za hizi za, za uu uvimbe? Aha, tunapoongelea kivimbe kwenye kizazi mara nyingi inakuwa ni fibroids ambazo ni ngumu wala sio vivimbe maji, japokuwa baadhi yao zinaweza zikabadilika na kusababisha vivimbe vingine vingine, vingine vinavyojulikana kama polyps, na vivimbe vya aina nyinginezo au vile vivimbe vinavyopelekea kuwa na saratani na kadhalika. Hata hivyo, e, ni kwa asilimia chache sana ambao utakutana na vivimbe hivi vya fibroid ambavyo vimebadilika kuwa saratani. Hivi vivimbe maji tunavyoviongelea kwa lugha ya kitaalamu vinajulikana kama ovarian cyst, na vinaku, vinapatikana katika ovaries. Na vyenyewe vinaweza vikawa vikubwa tu. Eh, wengine mpaka ikaonekana kama eh, mama ni mjamzito, kumbe kwa sababu hizo ovarian cyst, na ambazo ndio hivyo vivimbe maji, na vinaweza vikaongezeka kwa saizi au vikabakia saizi hiyo au vikaisha venyewe bila kupewa matibabu ya aina yoyote. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani ambavyo hizi ovarian cyst zinaweza zikabadilika balika. Hata hivyo ovarian cyst hizi pia zinaweza zikaenda zikabadilika zaidi na kupelekea kupata saratani ya via vya uzazi au ovaries, ambayo inajulikana kama ovarian cancer. Inakuwaje sasa mpaka uvimbe unabadilika unakuwa ovarian cancer? mm. Ah, kwanza eh, somo la saratani ni somo pana, ni somo pana sana ambalo linahitaji maelezo eh, mengi mno. Hata hivyo eh, katika kulijibu swali lako ni kujibu tu kwamba saratani inavyotengenezwa huwa inatokea kwa sababu kuna seli za mwili ambazo zinaharibika na kutengenezwa hmm. Yani e, wanasema ni process ile ya repair pale ambazo zimeharibika zinatengenezwa hmm. Sa katika kutengeneza, ni kama vile mtu amekatwa mahali kwamba unapopona unapona mpaka inafikia hatua kwamba sasa umeshapona vizuri, nyama isharudi vizuri na panafunga na panaishia pale pale hmm. Kuna baadhi inatokea kwamba e, katika ile kovu badala ya kuishia pale pale, lile kovu linaendelea kuongezeka juu zaidi. Kile kinachoongezeka, ina maana kuna mtindo ambao umekwepwa pale katika repair ile, ilitakiwa izuiliwe isikue zaidi ya pale. Sasa kama ni ile ambayo isiyokuwa saratani e, ina, inaongezeka tu, lakini haina madhara makubwa na inajulikana kama kiloids. kovu ambalo limekuwa kubwa inajulikana kama kiloids. sasa Ukiuchukulia huu mfano wa kiloids sasa, ukiupeleka katika upa, upande wa saratani, ni kwamba inakwepa sasa ule mfumo mzima wa udhibiti wa ukuaji na inaendelea kukua tu bila kujali kama kuna mfumo mwingine wa kudhibiti ili isikue zaidi. Sasa kadri inavyoendelea kukua, ndivyo jinsi ambavyo inavyoendelea kukua na kusambaa na kuendelea kuleta changamoto nyinginezo za ziada. Hivyo kama ni tatizo limetokea li kwenye damu, ndio utasikia mtu huyu ana saratani ya damu kama imetokea kwenye ngozi utasikia mtu ana saratani ya ngozi. Kama imetokea kwenye kizazi itakuwa ni saratani ya kizazi, na kama itakuwa ni kwenye ovaries inakuwa ni saratani ya ovaries. Kwa hiyo, hata hizi hivi vivimbe ambavyo tunaita ovarian cyst na vile katika huo mfumo wake wa kubadilika badilika na kuripea na kadhalika, na wenyewe ukikwepa sasa huu mfumo wa kudhibiti utaratibu mzima wa ukuaji ndio unaenda unasababisha saratani na hatimaye sasa mtu huyu anakuwa na ugonjwa huu wa saratani okay, ya ovaries. Sasa kuna suala zima lazima daktari, la kupata ujauzito labda inakuwaje? Kama ndo katika umri wa miaka 20 mpaka <coughs> 30 hapo, bado hajapata mtoto, au anataka kuongeza mtoto. Mm -hmm. Tayari ana uvimbe kwenye kizazi. Yeah. Mnamsaidiaje? Ah, kwanza uvimbe huu kuna baadhi ya wanawake wanaweza kaa na na vivimbe hivi na wakabeba ujauzito bila shida yoyote. Ukaja kukutana nazo mm -hmm. tu labda unamfanyia operation au ultrasound ndio unakutana kwamba kumbe ana vivimbe hivi. Kwa hiyo wako wengi tu ambao wanakuwa na hiyo hali, lakini kuna baadhi ambao e, inakuwa ni changamoto; aidha inakuwa changamoto kwenye kushika ujauzito, au anashika ujauzito, lakini ule ujauzito hauwezi kukua na hatimaye unatoka. Na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba wanawake ambao wana, wana, wana, wana, wana vivimbe hivi wanakuwa katika hatari zaidi ya kupoteza ujauzito kuliko hata hatari ya kuto kushika ujauzito. Hata hivyo unapokuwa sasa hujashika ujauzito pia kwa muda mrefu unakuwa pia katika hatari ya kupata vivimbe hivi kwanza. Kwa mfano kwa huyo ambaye ana uvimbe na, na ana ujauzito, uvimbe umekaa sehemu mbaya na tayari ni mjamzito, mnafanyaje kuokoa maisha ya mama, maisha ya mtoto kwa wakati mmoja? Kwanza ikishatokea kwamba mama ni mjamzito hmm, hatu, hatuna shida tena na, na ule uvimbe tunaendelea kulea ujauzito wake. Hata hivyo kuna baadhi inatokea eh, changamoto kubwa ambayo inapelekea kwamba inaweza ikatishia hata uhai wa mama. Kwa lugha ya kitaalamu inajulikana kama red degeneration. Kwa wakati huo inapotokea hiyo hali kwamba uvimbe huu sa umeandago hiyo ayo mabadiliko na kusababisha kutishia uhai wa mama, hakuna namna nyingine zaidi ya kufanya upasuaji na kuondoa. Sasa iwapo ujauzito utaokoka, yani baada ya kuondoa ule uvimbe ujauzito ukabaki, hilo ni swala lingine, lakini ikatokea kwamba kwa bahati mbaya katika proses ya kuondoa ule uvimbe na ujauzito, na yenyewe ukaharibika, basi itakuwa ni sehemu ya kuokoa maisha ya mama na ujauzito ukawa umeharibika, kwa hiyo itakuwa haina tatizo. Imeshatokea mama akatolewa kizazi kabla hajapata hata mtoto mmoja kutokana na fibroid. Imeshatokea wengi tu e, kwa sababu unakuta kuna wengine wanakuwa na vimbe kubwa mno kiasi kwamba hata ukiziondoa, alafu ukaacha kizazi, kunakuwa hakuna faida yoyote ya kukiacha kile kizazi na wakati mwingine hata kudhibiti utokaji wa damu inakuwa ni ngumu. Wakati wa upasuaji kama utaondoa tu vimbe na ukaacha kizazi kwao, unalazimika kuondoa pia na kizazi. Ah, kuna wengine ambao zinajirudia mtu kasha, matibabu ikatolewa, baada ya muda inajirudia. Inatokana na tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wanaotolewa eh, vimbe zile, baada ya miaka mitano vimbe zile zinakuwa zimerudi tena. Kwa hiyo haishangazi sababu ile ile iliopelekea kuja kwa vivimbe mara ya kwanza, ndo hiyo sababu itakayosababisha kuja kwa kivimbe mara ya pili baada ya kwamba vimeshaondolewa. Daktari, umezungumza kwamba uh, moja pia ya sababu ni wale wanawake ambao wanapata yeah. mtoto katika umri mkubwa, yani sababu yeah. mojawapo ya mtu kupata vimbe katika kizazi yeah. Sasa sababu tu, tuwekee vizuri hapa, ni umri upi sahihi basi wamama kuanza kubeba ujauzito na angalau labda kuishia katika umri gani? Kwanza ieleweke kwamba kuna umri unaojulikana kama umri ambao ni umri wa uzazi kwa lugha ya kimombo tunaita reproductive age ambao mara nyingi unaanza pale ambapo mama anapo uh, mwanamke au msichana anapovunja ungo hadi pale ambapo anapokoma hedhi. Inamaanisha kwa kawaida inakuwa ni araundi miaka kumi na mitano mpaka miaka arobaini na tano. Huu unakuwa ni umri ambao mtu anaweza akabeba ujauzito uzito. Hata hivyo tunashauri kwamba e, umri mzuri sana wa kubeba ujauzito ni kati ya miaka ishirini hadi arobaini na inafahamika kwamba unapofikisha miaka thelathini na tano uwezo wa kubeba ujauzito unaanza kupungua kidogo kidogo, na unapofikia miaka arobaini unapungua zaidi na zaidi, na pindi unapofikia miaka arobaini na tano kuna wengi sana ambao wameshafikia hata umri wa kukoma hedhi japokuwa umri wa wastani wa kukoma hedhi ni miaka hamsini. Ila kwa kwa kwa umri ambao kuanzia miaka 45 mpaka 55 ni umri ambao mwanamke anaweza akakoma aka hedhi muda wowote. Hii ya miaka ishirini mpaka arobaini ina faida nyingi kibaiolojia, kisaikolojia, hata kijamii pia, bila kusahau kiuchumi inakuwa na faida nyingi na pindi unapochelewa zaidi ya miaka arobaini pia kunakuwa na hatari ambazo zinaambatana na, na, na umri huo, mathalani uh, kama umekwisha wahi kusikia eh, tatizo na uh, watoto wanaozaliwa wakiwa na macho madogo madogo wanajulikana kama watoto wenye Down Syndrome, mm, au inajulikana kama Mongolians, wanakuwa na macho madogo madogo, yeah, masikio yako chini, wakati mwingine wanafana. Unakuta kwamba wana changamoto nyinginezo kama magonjwa ya moyo na kadhalika. Hii yote inaweza ikaambatana na kupata ujauzito katika umri mkubwa. Hata hivyo, kama mtu kweli bado hajapata ujauzito, bado hatuwezi tukamzuia kubeba ujauzito, hata pale ambapo amevuka hiyo miaka arobaini, alimradi tu hajakoma hedhi, basi hakuna namna zaidi ya kujitahidi kubeba ujauzito huo. Uh, kimsingi Eh, tunapoongelea swala la, la vimbe hizi na kuchelewa kuzaa, eh, tunasema kwamba kwa, kwa lugha ya kimombo tunasema kwamba vimbe hizi yani zinahusika na either too late au too little au too spacious pregnancies yani kwamba Eh, ukichelewa sana kubeba ujauzito unakuwa kwenye hatari za kupata vimbe hizi. Ukiwa na watoto wachache sana yani, kubeba mimba chache sana, unakuwa kwenye hatari ya kupata vimbe hizi, lakini pia hata watoto wako wakitengana sana muda mrefu, kama hivi mtu kapata mtoto leo kakaa miaka kumi ndo anakuja tena kubeba ujauzito mwingine, bado anakuwa kwenye hatari ya, ya, kube, ya kupata vimbe hizi. Space, temple, share, ngapi? Watoto wanatakiwa watengani miaka miwili hadi mitatu, kwamba unanyonyesha kwa muda wa miaka miwili halafu unabeba tena ujauzito mwingine, kwa hiyo unajikuta ukija kupata mtoto mwingine ni miaka mitatu tayari. Kwa upande wa wanaume e, wanaume na wenyewe na, na vivimbe vyao ambavyo vinahusiana pia na umri au na changamoto nyinginezo, kwa mfano kuna tatizo hili tunalijua kama kama, kama ngirimaji, yani mabusha haya yanawezekana pia yanahusiana na maambukizi ya vijidudu mbalimbali, hivyo kupata hizi ngirimaji. Wengine wanaweza wakapata vivimbe vingine katika mishipa yao ya damu inayo, inayokwenda katika korodani ikawa e, tunaita varicosities. ile yu, wakapata vimbe ndogondogo -ndogo katika ile mirija ya damu ambayo pia ikasababisha ugumba kwa sababu joto linaongezeka sana kule na wengine wanapata vivimbe katika tezi dume. Sahii tezi dume inahusika zaidi katika uzalishaji wa majimaji yale ambayo yanasaidia katika kusafirisha mbegu za kiume na hatimaye sasa e, unapata tezi dume inaweza ikaanza kupelekea changamoto, na wengine wanapata hata saratani ya tezi dume, lakini hii inaambatana sana na umri, swala la mwanaume kukoma kuweza kumbebesha mwanamke ujauzito au kumpa mimba. E, au kukosa nguvu zile za kiume inajulikana kama andropos. Mm-hmm. Hii mara nyingi inaanza kidogo kidogo kuanzia miaka ya 40 na inaendelea kuongezeka changamoto yake hiyo, taratibu taratibu. Wengine hata wanapofikisha miaka 40 ndio wanajikuta wameingia kwenye hiyo andropos, lakini kuna wengine miaka 40 50 tayari wamekwisha kuingia katika andropos, ila kwa kuchelewa sana ni miaka sabini hadi 80. Watu wanaweza wakajiuliza au wakauliza je, kuna uhusiano kati ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango na changamoto za vivimbe katika kizazi? Inategemea njia ya uzazi wa mpango ulioitumia. Mathalani ile ya vidonge, hususani vile vidonge vyenye mchanganyiko wa homoni ya estrogen, e, inawezekana vikapelekea kuongezeka kwa uvimbe huu wa, wa kizazi. Hata hivyo, eh, hatari yake ni ndogo kwa sababu pia imechanganywa na homoni nyingineyo ukilinganisha na faida yake. Hata hivyo, njia nyinginezo kama hizi ambazo zina progesterone peke yake, kama zile za sindano, vipandikizi na kadhalika, inawezekana zisiwe na, na athari ya kuongezeka kwa vivimbe hivi, badala yake zikawa na faida zaidi kwenye kupunguza vivimbe hivi, lakini pia kuna wale ambao wanafunga kabisa vizazi vyao wasiweze kubeba ujauzito. Sasa hii inawezekana isilete athari moja kwa moja kwa sababu ya kufunga, athari tu itaegemea kule katika ule upande kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba ujauzito. Kwa hiyo unapokaa ule muda mrefu bila kubeba ujauzito, unaweza ukapata vivimbe kwa sababu hiyo, na si kwa sababu umefunga. Kwa hiyo kufunga hakuongezi uwezekano wa kupata vivimbe, ila tu vivimbe vinaongezeka kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kubeba ujauzito. Daktari, umesema kwamba endapo mama ikatokea akabeba ujauzito katika umri mkubwa anaweza akapata mtoto mwenye Down Syndrome. Sasa anaweza akafanya nini ili asiwezi kupata mtoto mwenye Down Syndrome? Ieleweke kwamba uwezekano wa kumpata mtoto ambaye ni Down Syndrome unaendana na umri na vinasaba vya mama vinakuwa vimebadilika, ambavyo sasa vikibadilika vile ndio vinapelekea sa kupata mtoto wa Down Syndrome. Kwa hiyo unapojikuta kwamba umeshabeba ujauzito haujui kama huu ujauzito ndio utakaosababisha Down Syndrome au utasababisha kupata mtoto ambaye hana changamoto zozote, ila kinachojitokeza ni kwamba katika ukuaji wa ujauzito inawezekana vikafanyika vipimo vya kujiridhisha kama mama huyu ana mtoto au ana ujauzito ambaye mtoto atapata Down Syndrome. Kuna vitu vinafanyika kupitia kwenye ultrasound, lakini wengine pia wanaweza hata wakapima kwa kuchukua yale majimaji ya mule ndani yanomzunguka mtoto kule ndani ya kizazi na kwenda kuyapima maabara na kujiridhisha kwamba mtoto huyu huenda atapata Down Syndrome, ila kuna baadhi ambao wanapojikuta kwamba umri umekuwa mkubwa na bado wanataka kubeba ujauzito, wanaweza wakaamua kuchagua njia za kisasa za kubeba ujauzito zinazojulikana kama eh, IVF au ICSI. Sasa ukienda kule kwa zile taasisi ambazo zimeendelea sana wana uwezo wa kupima zile mbegu za baba pamoja na mbegu, na, na mayai ya mama na kugundua kwamba mayai haya yana ubora mzuri na hayana vipungufu mapungufu yoyote ya vinasaba, hivyo yanaweza yakatumika kwa ajili ya kutungisha ujauzito. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza au jamii ikauliza ni kwamba sasa tunaondokana vipi na changamoto ya vivimbe hivi? Kwanza naomba nirudie pale pale mwanzoni nikosema kwamba wengi wanaokuwa na hivi vivimbe hawana dalili zozote wala hawana changamoto zozote zinazotokana na, na hivi vivimbe. Kwa hiyo hawa ambao hawana changamoto, inawezekana hata kusihitajike aina yoyote ya matibabu kwao. Hata hivyo wale wachache ambao wanaokutwa na changamoto kama kutokwa na hedhi kwa wingi au muda mrefu hadi kupungukiwa hata na damu, au wengine ambao wanapata changamoto za ugumba au mimba kuharibika mara kwa mara basi ni vyema wakaona wataalamu wa afya. Kwa hiyo, tunapoanzia ngazi ya jamii, watambue watu hao wenye changamoto za aina hiyo na washauri kwenda katika vituo vya afya, na ikiwezekana wawasaidie na kuwasapoti kwenda kule kupata huduma hizo za kutibia uvimbe huo, eidha kuutibu kwa dawa au kuutoa kabisa kwa njia ya upasuaji. Naam, uh, ewe mwanamke ambaye e, unatarajia kupata watoto, unatakiwa uzingatie mambo mbalimbali ikiwemo kupata ushauri kabla ya kubeba ujauzito au kabla ya hata ya kuingia katika e, mahusiano kwa ajili ya kubeba ujauzito, na baada tu ya kwamba umeshaanza mahusiano, pia uendelee kupata ushauri na vipimo ili kujiridhisha kwamba hauna changamoto za vivimbe lakini na maradhi mengineyo pia, kwa sababu e, ukiacha matatizo ya vinasaba, kuna matatizo mengineyo mbalimbali kama siko seli na maradhi mengineyo ambayo mnatakiwa kufanyiwa vipimo na kujiridhisha kwamba hakuna mapungufu makubwa ambayo unayo. Hivyo tunawashauri sana wenza, kabla ya kuingia katika mahusiano, basi ni vyema kufanyiwa uchunguzi wa vitu mbalimbali mbali ikiwemo vya vinasaba kama nchi yenu au katika mazingira hayo yana uwezo wa kutoa, lakini na vipimo vinginevyo kama vya sikoseli, vivimbe na kadhalika, ili kuweza kujua namna gani mnaweza mkaenda. Hii itasaidia kuepusha eh, migogoro isiyokuwa ya lazima pindi mnapoingia sasa katika ndoa na mahusiano, kwa sababu kila mtu atakuwa anajijua hali yake ya kiafya, bila kusahau hata, hata wanaume ni vema pia kupima mbegu zao kujijua hali zao pia. Kufikia hapo, kipindi cha Medicounter hakina la ziada. Leo hii tulikuwa tukizungumzia swala zima la uvimbe kwenye kizazi, ambapo daktari amesema ya kuwa tatizo hili linatibika. Endapo utaona hali ya tofauti katika mwili wako, hasa katika upande wa uzazi, iwe kwa mwanamke ama kwa mwanaume, wanataka kwenda kuonana na wataalamu wa afya mapema, uweze kupata tiba sahihi kwa wakati sahihi. Mpaka wiki ijayo, jina langu jinalangu Dafusa Prosper. Endelea kuendelea kuangalia uh, vipindi mbalimbali vinavyoendelea pa UTV Azam TV burudani kwa <coughs> wote.